Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Ofisi ya Rais TAMISEMI kwa kushirikiana ofisi ya Rais Utumishi, endeleeni kubaini na kupunguza upungufu wa walimu kwenye maeneo yetu. Aidha, kwa kufanya msawazisho wa walimu wa ndani wa mikoa husika, na yenyewe pia iangaliwe na kuondoa msongamano, mlundikano wa walimu kwenye maeneo ya miji, tuwapeleke kwenye maeneo ya vijijini. Lengo la serikali ni kwamba kila shule ipate walimu wa kutosha na kila mtoto wa Tanzania apate kufundishwa na mwalimu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, angalia shule nyingi za mjini hapa zina waalimu 40 wa 50 lakini, kule kuna waalimu wa tano sita, punguza hawa wapeleke kule, wajaze na wenyewe, ili shule ziweze kuwa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kwa kushirikiana na vyuo vya ualimu na taasisi za elimu TET, imarisheni mafunzo ya kitaaluma na endelevu kwa waalimu ili waendane na mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya dunia leo. Andaeni mfumo wa mafunzo endelevu kwa njia ya rahisi na shirikishi ikiwemo kutumia teknolojia ya kidijitali ili walimu wote waendelee kujiendeleza bila kuathiri majukumu yao ya kila siku. Na saizi mwalimu anatakiwa kujiendeleza, na mifumo iko mingi, iko ya kuhamia chuoni moja kwa moja, uko mfumo wa kujiendeleza ukiwa mahali pa kazi, uko mfumo wa kujiendeleza kwa kutumia dijitali tu, unasoma mwenyewe kupitia mitandao. Kwa hivyo wizara lazima iweke bayana mifundo hii na namna ambavyo walimu wataifikia ili kila mwalimu ajiendeleze, afike hatua mzuri zaidi itakao mjengea uwezo wa kujiamini pale anapofanya kazi. Nimeiona hapa kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu inasema walimu wetu fahari yetu. Kauli mbiu hii inaonyesha dhahiri jinsi walimu mnavyothaminiwa kama nguzo ya maendeleo kwenye taifa hili. Walimu ni nguzo kuu ya maendeleo ya taifa lolote duniani, na kila hatua ya ustawi wa kijamii na kiuchumi inaanzia darasani kupitia juhudi za mwalimu. Walimu ndio wanaotupa sisi rasilimali muhimu zaidi ya taifa kwa maana ya rasilimali watu yenye elimu, stadi na maadili. Bila walimu hakuna taaluma, hakuna viongozi wa kesho na hakuna taifa linaloweza kusimama imara. Kwa mwalimu ni mtu muhimu, na walimu ndio chimbuko la uvumbuzi na ubunifu wa kizazi kipya, na kupitia mikono yenu walimu, watoto wetu wanajifunza kusoma, kuandika, kuhesabu, hesabu lakini pia kufikiri kwa kina kila hatua, na nyie walimu mmewezesha vijana kugundua vipaji na kuvikuza ili viwe na chanzo cha ajira, mapato na maendeleo yao binafsi, lakini maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Walimu ndio waamuzi wa safari ya maisha ya kila mtoto kimaendeleo, kwa kuwa wanapomjenga kielimu na kitabia